Nguva huyu hmm, alipatikana hmm, kwa wavuvi kwa Nitemba Ujini hmm, alikamatwa na wavuvi hmm, baada ya hapo sisi kama mamlaka tukamchukua kwa ajili kwanza, jambo la kwanza kufanya utafiti kwa mm, lakini jambo la pili ni kutoa uelewa na elimu kwa wananchi kwamba ni jinsi gani uva alivyo na maisha yake yote, ali hawa samaki aina ya clownfish wanakuwa wanatembea kwa makundi kama nyuki, na ikitokea kundi moja la clownfish wako samaki ishirini, kunakuwa na samaki mmoja ni jike na waliobakia wote ni, ni madumu lakini kwenye madume anakuweko dume mmoja tu ambaye ana uwezo wa kumpanda yule jike. Walobaki wote wanakuwa ni asex hawana uwezo. Lakini ikitokea kwamba crown fish jike atakufa, itambidi crown fish dume mkubwa ambaye ana uwezo wa kumpandia yule a change jinsia, na katika ambao hawana uwezo wa, wa kumpandia yule atatokea mmoja atamesua kwa ajili ya kuendeleza kizazi na yule na katika maonyesho haya ya Uh, Kizimkazi tumekuja na baadhi ya vifaa ambavyo vinatusaidia kufanya tafiti zetu mbalimbali zikiwemo hizi droni, lakini vile vile vile tuna underwater camera na sona, ambavyo vyote hivi kwa pamoja vinatusaidia kufanya tafiti mbalimbali za baharini. Hapo mwanzo tulikuwa baada ya programu ya BBT haijaanzishwa, tulikuwa tupo nyumbani tu, lakini baada ya raisi ya Mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzisha programu ya BBT, tukapata fursa ya vijana hamsini kutoka Zanzibar, na sisi ni miongoni mwao mwa vijana hamsini ambao tumejishughulisha na ufugaji wa mwani pamoja na usarifu wa mwani. Ni washauri tu wana jamii wajishughulisha na masuala ya uchumi wa buluu, kwa sababu yana, yana faida kubwa sana katika katika jamii yetu.